Mikocheni, kuna bajaji imeli overtake hapa. Nikiangalia naona ina bango langu la mtoto mdogo. Oya, nani ana keshi hapa? Amna mwenye keshi yoyote hata mte onyewe, kwamba mnatembea na kadi tu. Oya, ka pembeni wewe, ndo siku yako ya faida leo. Nenda nenda cheki, anatanua. Oya we mtoto mdogo Vipi, wewe unaharakia wapi kama logo? Kama kawa. Naona Mustang imepoa hapo nyuma. Ah, wapi hiyo? Katisha pale mbele tuongee kidogo, au sio? tafuta we tu... yeah. Miko ah sikia pamvireji hapo Vireji. twende pamvireji pamvireji pale twende ah, oya yani ah, yani kuna muda una muda unakata tamaa kuwamotivate, unasema ngoja niache, acha wasikii, lakini unakutana na kitu ambacho kinakumotivate uendelee kuwamotivate yani, unakutana kitu kinakumotivate uendelee kuwamotivate. Uh, napata video nyingi Kahama, uh, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Arusha, watu wameweka picha kwenye bajaji, watu wameweka picha kwenye magari. Kwa mfano Dodoma, nimeona kuna gari imewekwa picha, gari nzima imepigwa picha ya Chief Godlove, yani kitu mpaka unasema da, mi sio mtu yoyote, sio kiongozi, sio msanii, sio mtu yoyote, lakini love nayoipata, ibonge moja la love. Yani mi mwenyewe najisikia burudani, yani najisikia amani. Shout out kama kuna mtu yeyote kaweka picha uh, kwenye bajaji yake kwenye gari yake, nitumie message Instagram Chief Godlove Billionaire. Nataka tusambaze upendo, kwa sababu sio kawaida kwa mtu au kwa mapenzi. Yani, najua mmefanya kwa mapenzi, lakini nataka kurudisha pesa zenu mlizotumia kuweka hizo picha. Haijalishi ni bosi wako ndo aliweka mwenye bajaji au ni wewe, lakini wewe ndo unaitumia hiyo gari. Uko wapi, udogo? Ukiingia hapo kati tutambana. yuko hajatoboa bado, koja aje atoe namba yake nimtumie chochote kitu, amfanya kitu kikubwa sana. Na kwa mtu yoyote ambaye kaweka picha picha yangu kwenye bajaji yake au kwenye gari yake, mfano wale jamaa wa Dodoma, hebu nitafuteni. Nimefanya ile ni love, ni moyo, yaani mmefanya kitu kwa moyo, sio huyu nyuma ni gari Oye, babu. Kama kao hauna abiria hauna kama kao kama kao niandikie namba yako, sinapokea hela. Ni nini kimekuvutia mpaka umeweka hiyo picha hapa, au sio? Wewe iko umelusha mtandaoni, niambie ni nini kimekuvutia mpaka ukaweka hiyo picha kwenye bajaji. Kuna hiyo. Ulikuwa kama askari. Eh, wewe askari sina kazi mimi si najui hapo. Mara ya kwanza mtu akishakucheki bro unaona kama anakuchukia hivi fulani yani. Mimi mara ya kwanza kwa kweli Mwenyezi Mungu. Wao oh, mshikaji vipo wana chalazia lakini kwanza walikwenda kuangalia. Mshikaji kibao sasa kwa betu anataka kubandika mapaka. Kwa hiyo yani mwanzo ulikuwa unani mind. Kama tunasema watu ni shaka Mwenye ndo unaelewa. Kwamba blaza alikuwa anania fulani. Hiyo kuweka tu bango kwenye bajaji ni moja kati ya lovu nime appreciate, ni moja kati ya la love kwa sababu najua unakutana na watu <tum>